mpaka anafika na huko alipokuwepo na, kuna tofauti yote ilitokea kati yake na watu waliokuwa nao ama hamna taarifa yoyote ambayo mmeipata? Kwa kweli hatukuwa na taarifa yoyote kwamba labda MC Pilipili alikuwa labda na ugomvi na mtu. MC Pilipili alikuwa si mtu mkorofi, hata sisi tuko naye nyumbani, mimi ni mdogo wangu, sio mtu mkorofi, hawezi kupigana na watu, ni mtu hatukuwahi kusikia kama una, una shida kubwa na mtu Weyo, na kwa hiyo tulijua anakuja Dodoma kwa ajili ya kazi ya harusi kama kazi yake, lakini kilichoendelea hatukujua wakati anakuja, alikuja na wenzake ama alikuja peke yake. Hapa hatuelewe atu, kama anakuja na wenzake, lakini tunavyojua alikuja Dodoma tu, hatukujua alikuja na nani.